23, 25. Kwa maana usiku huu wa leo malaika wa Mungu yule ambaye mimi ni wake, naye ndiye nimwabuduye, alisimama karibu nani, akaniambia, usiogope Paulo, huna budi kusimama mbele ya Kaisari. Tena tazama Mungu amekupa watu wote mnaosafiri pamoja nao. Basi wanaume changamkeni, kwa sababu na muamini Mungu ya kwamba yatakuwa vile vile kama nilivyoambiwa na Bwana. Alibariki neno lake. Hebu tuketi wiki hii Nilipata fursa ya kwenda pamoja na wachungaji kwenda kumwombea makamu wa rais, na kuna kitu ambacho alisema chenye nimekuwa nikitafakari tangu nilipokuwa huko siku ya Jumanne. Makamu wa rais alisema ya kwamba mimi ni mtu ambaye ninafanya kazi na watu wanaelewa ya kwamba mimi ninafanya kazi. Akatupatia mifano ya kazi, wakati nilisimama pamoja na yule ambaye alikuwa uh, right minister, nilifanya kazi mpaka akafaulu. Tumekuwa na rais, nimefanya kazi mpaka amefaulu mara mbili. Kwa hivyo akasema kwamba mimi ambayo hao watu wa moja na ninaposimama, ninaposema kia kura, lakini kama utamka kura iko chu yako. Mke wangu alisema yeye amemwachia kura yake kule, akasema ya kwamba shida ambayo niko... msasi wangu, baba yangu... wale wale watu... rais anaelewa kwa

Nasi ni wa Mungu. Na unapotembea

ambayo wewe ni wake na yule mtu ambaye unamwabudu